Muziki wa mwambao ni muziki ambao unakusanya hisia za watu wengi sana. Hivi sasa unapozungumzia muziki wa mwambao unagusa nyanja tofauti tofauti, na leo hii nimekutana nao wenyewe ambao wanafanya muziki huu. Ni kina nani hawa? Tunaenda kwa fahamu kwa majina, alafu tutarejea hapa. Ni siku njema ambayo tumeketi hapa na kuzungumza nao. Tuanze kwa kufahamu jina lako, alafu tuambie wewe unafanya nini kwenye muziki wa mwambao. Karibu. Kwa majina anaitwa Asia Hassan Shebe, mimi ni mwimbaji wa The East African Melody. Okay ah, moja kati ya makundi makongwe hapa nchini Tanzania ni East African Melody, hebu tuambie kwanza, Melody inaendeleaje? Melody, tuko vizuri sana ndio. Uh-huh, anasema ng'ombe azeeki maini. Ukizungumzia uh, East African Melody, kuna nyimbo nyingi ambazo mmezifanya pale, hebu tukumbushe moja kati ya wimbo ambao ulikufanya masikio yako yaweze kutikisika mpaka kutamani uh, kujiunga nao. Mkodombwe sasa, anza upote mbele yangu naye mpenzi kapoa, katika himaya yangu ni ache nijita nafasi huyu sasa mali yangu. Yani iyo nyimbo hatari. Wimbo uh, huu ulimbo na nani? Wimbo huu uliimbwa na bibiye Hadija Yusuf na ndiye lol modo wangu, ndio nimpenda Saidi. Ah, ya <laughs> yani huyo ndio alinishawishi. Okay, asi atupitishe kidogo storia yako mpaka kufika East African Melody, mm, kwa mwaka sikumbuki, lakini imeanzia na bendi fulani inaitwa Kings. Nimetoka Kings. Nimezunguka zunguka kidogo halafu mwisho siku ndo nime nimeketi kwa wakongwe Sawa, wewe kuna yeah. jambo kuipata zaidi kwako, kwa Asia, kwa tutarejea tena lakini, yupo na bidada mwingine hapa karibu na wewe. Tukufahamu kwa majina yako, alafu uh, tufahamu japo historia kwa, kwa, kwa ufupi. Karibu. Asante, naitwa Jamila Jete, ndio ni mwimbaji wa taarabu. Sawa. Nipo katika niseme sasa hivi tu sina bende ndio lakini kwa ndio yote ilipo tayari <coughs> Okay. Mm. Sawa Jamila, hebu tuambie na wewe. Tumsikia Asia hapa akitupigia masauti hapa na kutuambia kwamba yeye yuko East African Melody lakini kazi yake kubwa uh, ampendae yeye ni uh, Hadija Yusufu yeah. Je, wewe kwako umekaaje? <laughs> Iko vizuri. Mm. Niseme tu mimi nyimbo yangu pendwa ambayo imenisababishia kuingia kwenye, kwenye tasnia hii ya taarabu ndio ni abisabaha unaitwaje wimbo mm, mlango wa Mungu wazi Mungu wazi. wow, eh. Eh, utuimbie kidogo basi. Madhalini hai sina wasi wasi, na riziki yangu, Kwa mola nariziki, najua kwa mola ilahi, najua sikosi na langu fungu wimbo naupenda sana. Okay. Umesema uh, ni Zura. Ni B7. B7 yeye sasa hivi yuko na kundi gani? Ama mm. Naye ame ame ame ameamua ame ame kutundika daruga. Nahisi kama anafanya kazi zake mwenyewe saa hivi binafsi. Oh, okay. Yaani, ndio maana nikakwambia the East African Melody sio tu wa mjini. Ndio. Ndio mama, ndio baba wa taarabu. Huo wa Mungu wenyewe mm. ni mali ya the East African Melody. Wow. Yes. Tuta tutarudi tena. Tupitie historia yako kwa ufupi na ulianzia wapi mpaka leo hii upo hapa tunazungumza na wewe. Mimi nilianzia Vuvuzela mm -hmm. Classic Band nikaja nikapita First Class. Okay. Eh mpaka hivi sasa hivi sasa bila bindi maalum, napoitwa kwenda kupiga ndondo, ndipo hapo kwao. Jimbo liko wazi mm. <laughs> Jimbo liko wazi <laughs> na mtazamaji wa DMTV bado tunapiga stori, akina bidada hawa wao wamesimama vizuri kwenye muziki wa taarabu, kama umewasikia hapa sauti zao, wakifanya vizuri kabisa, bila wasiwasi wowote wasi. Mimi ni rejee kwao tu hivi sasa, mnaonaje muziki wa taarabu huko? Kwenye hali gani taarabu sasa hivi? mm, hmm. iko hivi Hey. Iko juu, mm. Iko ready made, mm. Yaani sasa hivi unashangaa mpaka msukuma anacheza taarabu wewe uogopi? Hey. Mm, ndio ujue kitu, hey, na kitu hicho hatari. Wasukuma watani zangu, Eh. Hey. Wanacheza wana taarabu bila mapanga, hey. Uone kwamba taarabu sasa hivi iko mbali vibaya mno. Kuna mwimbaji taarabu mmoja, uh, kutoka mkoani Mara, huwa anamsikia anaitwa Isha Mas Mas Mashauzi, yeah. Yes. Naweza ukanimbia wimbo wake wowote kwanza, Isha japo, yeah. Kwa uchache tu. Unaimbika. Naomba ule ule nani, kama mama sijui nini, unaitwaje ule? Fadhila kwa mama au unaitwaje? Kuna ni, ni pia, kuwa duniani kama si wewe mama. Na kumwa yako thamani tadumu daima. Nisingekuwa duniani kama si wewe mama. Na kumwa yako thamani tadumu daima. Hata nikufanyeni sitolipa wako wema, Zaidi ya shukurani. Amini ninayosema mm, tuka niko tumboni hadi sasa nasimama, cha kukupa sikioni video la wako ima. Yani, huyo ndio makongoro mwenyewe. <laughs> <laughs> E bwana mama angu bitikoda, bila shaka umesikia, sina cha kukulipa mama zaidi ya wema. Lakini zaidi ya hapo nawachia wenyewe biasi hapa kama alivyotupitisha katika wimbo wa Isha mashauzi. Uh, hivi sasa mnatarajia kufanya nini? Maanake tunaona kuna watu wanafanya zio wanatoa nyimbo. Nyinyi kwenu mna mpango gani? Sauti nzuri kama hizi tunatamani kuzisikia kwa pamoja, hamna mpango kama huo? Mpango tunao, mm. Mm, ndio tuko katika maandalizi. Okay. Yes, eh, na kama akitokea mtu yoyote anaweza kutufanyia hilo jambo, mm. tuko hapa jamani, mm. Kutusupport. Mm. Saa mnaweza mkawapa, labda mtu akiwahitaji anawapata vipi? Labda kwenye mitandao ya kijamii ama a, kwa simu za mkononi, aivivyote vile, mawasiliano yenu mnaweza mkafanyaje, mtu ambaye saizi anawatazama kupitia DMTV aweze kuwatafuta ku, ku, naweza nikasema kwa mimi, naitwa ukienda Facebook ukiandika Asia Hassan Shebe utanipata, ukienda Instagram ni jina hilo hilo ukienda TikTok natumia jina hilo Hasia hasa Nshebe. Jamani, mimi naimba hata kama mtu kapewa talaka, nataka kuisherekea talaka yako okay. Mimi naimba hata uwani, barazani, popote unaponihitaji, we bathday, we harusi, we nini. Mm. Yaani mradi tu ni burudani. Haya, sawa. E. na nawe bidada, mimi katika mitandao ya kijamii ndio, kwa Facebook natumia Jamila la mm, Jeti mm. Wa Instagram, kwa Instagram watanipata kwa Jamila Jet 120. Okay. Yeah. Mimi naomba tufunge hapa na burudani tena kutoka kwenu, uh, watu wangu wa DMTV waweze kuburudika. Naomba kipande chochote kutoka kwenu, aidha muimbe wote pamoja, ama mmoja mmoja kwa sekunde chache. Karibuni. Kinyago cha mpapure, nyamaza ni kustiri. Kinyago cha mpapure, nyamaza ni siku saure. Una msitiri nini? Usimfiche chochote, mwambie mwambie, huyo mpasulie huyo, kazoea huyo uyasema, yawezie mdomo mirefu kama chupa, kazi umbea tu, una yako kibao, unafikiri <laughs> sante nawe, tumalizie kwako. A macho yenu haiwe masikio yenu kusikiza yangu tu, yenu pamba moyo, inatosha. Mimi nashukuru sana, asante.